Na mtazamaji wa Masters TV uko nami, mbeba lawama ndani ya Masters TV, ila kwa sasa wengi upendelea sana kuniita Mr. H. Kwa kama ahadi yangu nilivyokwenda kuahidi ni kuahidi ndani ya Masters TV, ni TV ambayo kuna surprise kibao na kila itwapo leo, tunakutafutia matukio makubwa ya kukupendeza wewe na matukio mengine ambayo itakayopendeza jamii inayokwenda kutuzunguka. Lakini siku ya leo tunaye mtumishi wa Mungu Mategemeo Mwema wa Yesu, na ninafikiri siku hizi kuna kazi fulani ambayo tunaitarajia kutoka kwake, lakini kuna mengi ambayo tutayafahamu kupitia yeye mwenyewe binafsi. Lakini kabla ya yote, licha nimeshakurupuka kuongea jina lake, ni lazima mumfahamu kupitia yeye mwenyewe binafsi. Hiyo mtumishi, habari ya? Mzuri sana, nashukuru Mungu kwa kuweza kukutana na Masters TV. Uh, kiukweli kwa majina naitwa Mategemeo Mwema, lakini kwa jina la huduma ninaitwa Mategemeo wa Yesu. Asante, asante sana. Na mtazamaji wa Master TV nafikiri mmemfahamu mtumishi, lakini siku ya leo kuna swala fupi ambalo tunataka kuzungumza, lakini ni lazima kwanza tumuulize huduma mpaka sasa ikoje. Ya yeah, kiukweli nashukuru Mungu sana Kulingana na huduma yangu hii nimeanza nikiwa mtoto mdogo sana, lakini kwa sasa naweza nikakwambia kwamba tunamshukuru Mungu, kwa maana tunaendelea kuona watu kutoka sehemu na sehemu wakiweza kushuhudia makuu ya Mungu katika huduma yetu ya Heaven Worshipers Ministry. Asante. Nafikiri mtazamaji wa Master TV kuna vitu ambavyo watahitaji kufahamu. Je, kundi la Heaven Worship lilianza mwaka gani au mwezi gani? Tunaweza tukafurahi sana mtazamaji wa Master TV kiwa atafahamu hilo. Ukweli ni kwamba um, Heaven Worshipers Ministry ilianza tokea niko Africa, ilikuwa kabisa ni mwaka wa elfu mbili ishirini na kumi na tisa ndo Heaven Worshipers ilianza na kwa marefu zaidi nitaongea siku nyingine, lakini ujue kwamba haijaanzia hapa Marekani, lakini imeanzia tokea niko ko Afrika. Asante sana. Nafikiri mtazamaji wa Mastaz TV, kuna baadhi wanakufuatiliaga na kuna baadhi wanatamani kujiunga nayo kwenye huduma, sijui uwaga ikoje kwa upande wako ndio, kulingana na huduma ya Heaven Worshipers Ministry hatuna uh, masharti mengi isipokuwa tu ukuwe mtu ambaye unatukubali na pia unamwamini Mungu kama gisi maandiko matakatifu yanasema. Ukikuwa tofauti kabisa, hatukubaliani na mtu ambaye uko tofauti na maandiko. Na asante sana. Sawa, nafikiri swala ambalo limesababisha ni tafute uongozi wa Heaven Worship ni swala ambalo tumeliona kwenye mitandao ya kijamii siku hizi, ikiwa kuna wimbo ambao umetoka huko ambao umebeba jina la Iko Bien au Ako Bien, sijui ulifikiriaje au kulitokea kitu gani mpaka wimbo huo uandaliwe? Uh, mimi kwa ufupi sana ninaweza nikaongea kusema kwamba niliweza kujumulisha matatizo nikajumulisha shida, nikagundua kusema kwamba pindi mimi nalia, kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wana shida zaidi yangu, ambao walilia na walikuwa tayari wamenyamaza. Niseme kwamba ako bien ni nyimbo ambayo imepatikana katika matatizo yangu. Ako bien ni nyimbo ambayo imepatikana katika shida zangu, kwa maana ilifika kipindi ambacho nilikuwa najifiu kama ni kate tamaa, kwa maana nimepitia mambo mengi mazito sana. Lakini pale nilikuwa nataka kukatakata tamaa hivi, Mungu akaniambia wewe unasumbuliwa na haya. Je, unajua kuwa kuna watu ambao wana makuu zaidi yako? Ikiwa wewe unaweza ukalia, ukaonekana kwamba kiukweli unajifiu uncomfortable in this life, but unajua kwamba kuna watu Nikagundua kusema kwamba pamoja na shida zetu na matatizo yetu, wewe unaweza kalia njaa, lakini kuna watu kule Kongo wanakufa kila siku. Sasa yule ambaye amekufa hawezi kalia njaa, kwa maana tayari amekufa. Kumbe wewe ambao unalia njaa, unalia njaa kwa sababu bado wewe uko hai. Kumbe uzima ambao tunao tunatakiwa tu kusema kwamba Mungu ako bien, ulie, ako bien Ucheke, ako bie; atoki, furahi, ako bie. Hata kama alikufukuza kwenu, ako bien. Hata kama banakudipoti mu mainchi, Yesu ako tu bien <laughs> sawa. So, mtazamaji wa Master TV, uko nami Mr H ndani ya Masters TV. Nafikiri umepata skendo ndogo kuhusiana na utaratibu uliosababisha wimbo wa ako bien uandaliwe, lakini nafikiri mtazamaji, kuna namna fulani wimbo huu utakugusa hivyo. Very soon wimbo huu utatoka, lakini ili tufahamu process ya wimbo huo kutoka, ni lazima tu mtumishi atuambie kuna ratiba gani za watazamaji wa Master TV, au wapenzi wa Heaven Worship, au wapenzi wa burudani ya muziki wanaweza wakaupata huo wa wimbo asante. Ukiandika Heaven Worshipers Ministry utatupata. Ukiandika kwenye YouTube ukiandika mategemeo wa Yesu pia utatupata. Asante sana. Na mtazamaji wa Mastaz TV kupata wimbo wa Ako Bien au kuyapata mengi zaidi kuhusiana na kundi la Heaven Worship ni kuandika au kufanya hilo ambalo mtumishi amekwenda kutuelekeza au kutuonyesha. Kwa hiyo wewe, wewe mtazamaji wa Mastaz TV ambaye wangu natufuatilia au kipenzi cha burudani kwa kupata mkasa zaidi usikose kusubscribe, usikose kushare, usikose kulike na kuacha makomenti kuhusiana na hili ambalo limekwenda kutukumba au ambalo limekwenda kutupata katika siku ya leo. Lakini Mtumishi, sijui unaweza ukamwambia mtazamaji wa Master TV kitu gani kwa kuboresha huduma ya Mungu au kwa ufariji? Aa, mimi kitu ambacho ninaweza nikakisema ni watu tuweze kuwa na upendo, kwa maana inatokea sana kuona kwamba watu wanainua vipaji fulani kwa ajili ya kuweza kusaidia jamii, kwa ajili ya kuweza kusaidia pia e, mahali ambapo tunaishi lakini unaona kuna baadhi ya watu ambao ni kama wanakuwa na kile kinyongo, ni kama hawataki ule mtu kufanya nini, kuendelea mbele. Ni kwamba tusapotiani. Ukiona kama ni mwimbaji, jikaze sana umsapoti kwa kile ambacho anafanya. Kama ni mtu amefungua hata tv kama vile Mastaz TV, itakuwa vizuri sana kusubscribe, kwa maana hapa ni mahali ambapo utakuwa unapata kila information ambayo inafanyika sasa, sio tu Lancaster lakini kila fasi kwenye unaweza kuwa, utakutana na TV yetu ambayo inaitwa Masters TV, utapata habari fulani fulani. kama vile vile za watu ambao ni wacheza mpira kama vile ni wachungaji kama vile ni waimbaji watu tofauti tofauti, so karibu sana kuweza kusubscribe. Pia usisahau kwa ajili ya heaven worshippers, tunafanya kazi ya Mungu, subscribe share, like and comment. Sa vile uh, kuna wimbo ambao inatoka inasema Yesu wako bie, itatoka ni tariki kumi na tisa ambayo ni kesho. kama kamkao wakula uta enjoy zaidi sana, kwa maana Yesu utajua ni vipi wako bie mule ndani sawa, mtazamaji wa Mastaz TV. Nafikiri kilichosababisha tumtafute mtumishi wa Mungu ambaye ni mategemeo wa Yesu kilikuwa ni kihini au kujua zaidi kuhusiana na wimbo wetu wa Ako Bien utatoka lini. Nafikiri mwenyewe amesema wimbo wa Ako Bien utatoka Jumapili ya tarehe kumi na tisa, majira ya saa tisa. Kwa hiyo kwa majira hayo, ujitahidi sana kutembelea channel za Heaven Worship utapata wimbo huo, na nimekuambia usikose kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya maendeleo zaidi na kupata burudani kibao. Ulikuwa nami Mbeba Lawama ndani ya Master TV. Lakini kwa sasa upendelea sana kuitwa Mr. H ndani ya Master TV. Mungu akubariki na Mungu akutangulie katika yote. Amen.